Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na sasa tuelekee huko Ujerumani. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi. Kwa sasa taifa la Urusi chini ya rais wake Bwana Vladimir Putin ni kama vile taifa tishio kwa mataifa ya magharibi. Wakati huu taifa la Ujerumani limesema kwamba kwa sasa Ujerumani haina amani hata kidogo kwa sababu ya Urusi hayo ni kwa mujibu wa mkuu wa ulinzi wa Ujerumani bwana Timothy Jones. Mkuu wa ulinzi wa Ujerumani Timothy Jones akizungumza na shirika la habari la DW alisema kwamba hali kati ya Ujerumani na Urusi kwa sasa ni ya kijivu, huku tishio la uvamizi la Urusi likiongezeka. Ujerumani haina amani wala haitaki vita na Urusi, alieleza bwana Timothy Jones. Pia jenerali Casten Broyg ambaye ni mkaguzi mkuu wa Bundeswehr Ameliambia shirika la habari la DW kwamba kwa sasa Ujerumani haielezeki kama ipo katika hali gani, kama amani au vita, na hii ni kutokana na uhusiano wake na taifa la Urusi. Aidha, Broyug ameongeza kuwa kwa sasa haina amani kutokana na vitisho vya uvamizi wa Urusi. Pia amesema kwamba jamii ya Wajerumani na vikosi vya kijeshi vinahitaji kufahamu sana tishio linaloletwa na taifa la Urusi kwa usalama wa nchi ya Ujerumani. Namnukuu, Kimsingi, Ujerumani haina amani. Wakati wowote Urusi inaweza ikafanya uvamizi, vita vya mseto, aina ya amani, migogoro au vita, ambavyo wanapenda kutumia watu wa Urusi bado havijaja, lakini kwa upande wa Urusi wakati wowote vinaweza vikaingia ndani ya Ujerumani, alisema Broyug wakati akiiambia DW. Kasten Broyug anaendelea kwa kusema kwamba mashushushu wa Ujerumani wamegundua kwamba baada ya vita huko Ukraine huenda Urusi ikageukia mataifa ya Ulaya na Ujerumani hutazamwa kwa mapana zaidi. Hata hivyo, anaeleza kwamba si Ujerumani pekee, bali hata Ufaransa na Poland zimegundua kwamba huenda zamu yao ikafata. Lakini viongozi wa ngazi za juu wa Urusi mara kadhaa wakiulizwa kuhusu nia yao ya kushambulia mataifa ya magharibi, wanasema kwamba hawana mpango wa kushambulia taifa lolote la magharibi, bali hii ni wasiwasi wao tu, lakini Urusi haina huo mpango hata rais wa Marekani bwana Donald Trump pia alisema kwamba Urusi haina mpango wa kushambulia mataifa ya magharibi. Ujerumani imesema kwamba kuhusu shambulizi la Urusi dhidi yake inawezekana, hasa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tisa huenda Urusi itaishambulia Ujerumani katika eneo la NATO. Broyug alipoulizwa na DW kuwa ni nini sasa kifanywa kwa serikali ijayo ya Ujerumani ili kuongeza utayari wa nchi hiyo kwa uvamizi utakaofanywa na Urusi, Broyug alijibu kwamba Vikosi vya kijeshi vya Ujerumani vinapaswa kuwa vikubwa zaidi, namnukuu, kwa mtazamo wa kijeshi naweza kusema tuwe na uwezo wa kukua, yaani tuongeze nguvu zaidi za kijeshi, alijibu Broyog. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo taifa la Ujerumani limesema kwamba kwa sasa halina amani kwa sababu ya tishio la kivita la Urusi. Ingawa Urusi yenyewe imesema kwamba haina mpango wa vita wala kushambulia taifa lolote la Magharibi, lakini na wewe mtazamaji, una nafasi ya kutoa maoni yako kuhusu hili kwa kusubscribe, kulike, kushea na kukomenti pia, ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutoka ulimwengu mzima. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi.